Hello mdau wa Big TV Safari. Hello chama la Big TV Safari ni mguu mosi mguu pili mpaka katika saluni ya Beyornaice Class Barbershop, ambapo hapa zinatolewa huduma mbalimbali za kunyoa scrub, masaji za mwili, masaji za uso, lakini pia masaji mbalimbali ambazo nazitakawa, lakini pia scrubbing ya uso, scrubbing ya mwili mzima, kuosha miguu na vitu kadha wa kadha, lakini hapa, ili kujua undani wa huduma ambazo zinatolewa humu ndani, tuingie ndani tujue nini ambacho kinatolewa humu ndani ili uweze kujua, lakini pia huduma hizo zinatolewa kwa muda gani na ndani ya wiki ni kwa masaa mangapi. Tuende ndani tujue nini kilichopo humu ndani. Jina langu ni Christina Lightoni, karibu Beyornaice Barbershop. Za habari ya mjini Huduma huduma nayoipata hapa sio nimeipata leo tu, toka nimejia ofisi hii, huduma wanatoa ziko na ndio maana kila siku tunarudi hapa hapa. utofauti wa huduma za hapa, Beyornaice, Saluni, na hapamzautofauti waum a kwanza, wako sharp wanaenda na moda wanafanya kile mteja anakitaka mteja anatoka hana manunguniko, tofauti na huduma za sehemu zingine. Kwa upande wa gharama unaweza kuzungumziaje? Gharama zao ni nafuu, na kwa mtu yoyote, kwa mtoto, kwa mtu mzima, gharama zao ni affordable kwa kweli. Unaambia nini unao kutizama sasa hivi? Nitakwambia mm, wafike ofisini Beyornaice, watapata huduma zote wanazotaka kwa wakati. Niko poa, ndio vipi? Fresh kabisa. Okay. Umekuja hapa Bionice kwa sababu gani? Ah, nimekuja kuzingatia tu wewe mambo fulani fulani ya kurekebisha kichwa. Kitu gani hapo? Sikatai unavyoona bora na kurekebisha kichwa. Okay. Unaweza kuzungumzia vipi huduma ambayo umepewa kwa siku ya leo? Ah, fresh kabisa. Bado anaendelea kunirekebisha kabisa na flair ya huduma zao. Kwa nini hujaenda saloni zingine na umekuja hapa Bionice Classic Barbershop? Kwa sababu nimeenda kwingine huko na hukuwa nimejaribu. Nikija hapo anarekebisha safi kabisa. Unawambia na nini? nakutizama sahambia nini? nakutizama sahivi na sahi, kuhusiana na Beyornaice Plus Barbershop. Eh, hey, wakaribie tu huduma ziko poa, ni fresh kabisa, ni safi basi, fresh asante. Hii ni Beyornaice Barbershop iko maeneo ya Transformer. Inatoa huduma ya kunyoa kuskrabu, kuosha miguu kufanya massage. Hivi. Okay. Okay. Vipi kwa upande wa gharama zenu hapa? Gharama zetu si ni nafuu sana, tunapokea wateja wa aina yoyote, tunawahudumia yani kwa mteja anavyotaka yeye, tunamhudumia. Na huduma zenu mnazitoa kwa, kwa, kwa muda gani hasa ndani ya wiki? utofauti wa Beyornaice class barbershop na salon zingine ambazo tunazifahamu hapa Tunduma ni upi. Utofauti wa Beyornaice kwa ajili ya wateja, tunakaribisha wateja, tunamsikiliza mteja anapotaka yeye, tunamhudumia anapotaka yeye kwa wakati. Tunamwambia nini wateja ambao wanakutazama kwa kwasai? Tunawaambia wateja wetu wakaribie sana kwa huduma zetu, tunawapenda na tunawahudumia kwa wakati.